Uundwaji wa tume huu ni kuendana na sheria yetu, Sheria ya Tume za Uchunguzi ya mwaka 2023 sura ya 32 ahibi, ndiyo inanipa mamlaka kuunda tume mbalimbali za kufanya uchunguzi wa mambo mbalimbali ndani ya nchi yetu. Sasa kwenye hili lililotokea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 Lakini kwa ufupi labda mimi niseme yafuatayo. Kwanza, nadhani tume tunaitarajia ikatuangalizie sababu hasa iliyoleta kadhia ile. Sababu hasa ni nini? Kiini cha tatizo ni nini? Lakini jambo lile lilipotokea, vijana waliingizwa barabarani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 atawaeleza ata vyema. Uh, tutawapa pia secretariat ambayo itakuwa inawasaidia ku, kuandika uh, na, na mambo mengine yote ya organization ambayo itakuwa yanatakiwa kufanywa ili tumefanya kazi yake, kazi yake vizuri. Kama mnavyojua, wakati nafungua na Bunge niliahidi.